Kama Mungu angekuwa ananipenda ni kwa nini aruhusu nipitie maumivu na mitihani migumu ya maisha kiasi hiki? Hayo ni baadhi ya mawazo ambayo asilimia kubwa ya binadamu wanaopita katika maumivu hujiuliza, kwani kuna nyakati pamoja na kumtegemea Mungu kwa kila kitu lakini bado tunapita katika maumivu ambayo kwa macho ya kibinadamu tunaamini si maumivu ambayo tulistahili kuwa nayo katika maisha yetu. Asilimia kubwa ya binadamu hawajui siri ambayo imejificha katika maumivu ambayo wanayapitia katika maisha yao, kwani kuna wakati Mwenyezi Mungu huwa ana sababu mbalimbali za kuruhusu mitihani na maumivu katika maisha yetu. Ndani ya video hii nitakwenda kukuambia ni kwa nini Mungu huruhusu upite katika magumu na mitihani katika maisha yako. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali mbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni sababu kwa nini Mwenyezi Mungu huruhusu tupitie katika magumu na mitihani maishani mwetu. Namba moja: kutufundisha kumtegemea yeye na si nguvu zetu na wanadamu wengine. Zipo nyakati ambazo katika maisha yetu tunaweza tukahisi kila kitu ambacho tunakifanya katika maisha yetu kinafanikiwa kwa uwezo wetu lakini jambo ambalo hatulijui ni kuwa kila kitu ambacho kinafanikiwa kwenye maisha yetu kinafanikiwa kwa sababu Mwenyezi Mungu yupo upande wetu, kwa sababu Mungu anatupenda na hahitaji tuweze kupotea katika safari yetu ya maisha. Kuna wakati ambao wa Mungu huwa anaruhusu mitihani ije katika maisha yetu kwani wakati ambao ni rahisi tunahisi tunajitosheleza wenyewe, lakini wakati mgumu katika maisha yetu unatufundisha kumtegemea Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anahitaji kuonyesha namna gani ambavyo anatupenda na anahitaji tuweze kutambua uwepo wake. Kuna muda ambao huwa anaruhusu magumu na mitihani, lengo lake ni kujua kuwa hatuwezi kujitosheleza katika maisha yetu pasipo na uwepo wake yeye, na ndiyo maana ukisoma kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 12 mstari wa kumi imeandikwa ninapokuwa dhaifu, ndipo ninapokuwa na nguvu. Ni kwa sababu unapokuwa dhaifu, huo ndio wakati ambao unaiita nguvu ya kiungu, na Mungu anapokuja katika maisha yako, unaipokea nguvu mpya ambayo inakwenda kuufunika udhaifu wako. Hivyo Mungu anaporuhusu magumu yaje katika maisha yako, Si kwa sababu anakuchukia. Mungu anatupenda, bali anahitaji kutufundisha kumtegemea yeye pamoja na nguvu zake na si kutegemea nguvu zetu na kuwategemea binadamu wengine. Namba mbili, Mwenyezi Mungu anaruhusu mitihani, maumivu na magumu yaje katika maisha yako kwa sababu anahitaji kukujenga kiroho na kukufanya uwe mtu bora zaidi. Miongoni mwa mambo ambayo asilimia kubwa ya binadamu hawayajui ni kuwa mwanadamu anapopita katika mitihani, maumivu na magumu huwa anakuwa mwanadamu bora na imara kuliko binadamu wengine. Kama dhahabu inavyopitishwa kwenye moto ili isafishwe, ndivyo roho ya mwanadamu hupitishwa kwenye magumu na maumivu ili iwe thabiti, safi na yenye kina. Hivyo Mwenyezi Mungu anaporuhusu magumu na mitihani vije katika maisha yako, si kwa sababu anakuchukia ama anahitaji kukuangamiza bali ni kwa sababu anakupenda. Hivyo magumu na mitihani ni kama darasa ambalo Mwenyezi Mungu anahitaji kukupitisha ili akufanye kuwa mwanadamu bora kuliko wanadamu wengine, lakini uwe mwanadamu ambaye roho yako ni imara kuliko wanadamu wengine. Ukisoma kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa sita mpaka mstari wa saba imeandikwa, kwa maana yule ampendaye Bwana lazima apite kwenye jaribu ili adhihirike. Hivyo Mwenyezi Mungu anakupitisha katika hayo kwa sababu anajua wewe unampenda, kwani magumu yanajenga tabia kama uvumilivu, imani, huruma na unyenyekevu hivyo katika kila gumu ambalo unapitia yapo mazuri ambayo unajifunza na kuna vitu vingi ambavyo vinakujenga bila wewe mwenyewe kujua. Namba tatu, wakati mwingine Mwenyezi Mungu huyaleta magumu katika maisha yetu kwa lengo la kuwaondoa binadamu wasiokuwa sahihi katika maisha yetu. Mara nyingi binadamu wana kawaida ya kuwa karibu na binadamu wenye mafanikio katika maisha yao, kwa sababu wanahitaji kufanikiwa kupitia maisha ya watu wengine, lakini wanahitaji kunufaika kupitia maisha ya watu wengine. Hivyo kama maisha yako yatakuwa mazuri, utakuwa na idadi kubwa ya marafiki. Utakuwa na marafiki wa kweli na marafiki ambao si wa kweli, na bado hautaweza kujua ni akina nani si marafiki wa kweli katika maisha yako. Kuna nyakati ambazo Mwenyezi Mungu huamua kutupitisha katika magumu kwa sababu anahitaji tuweze kujua ni akina nani walio marafiki wa kweli na ni akina nani wasiokuwa marafiki wa kweli katika maisha yetu. Kwani unapopita katika mitihani migumu katika maisha yako, huu ni wakati ambao kila ambaye si rafiki wa kweli kwenye maisha yako atajiondoa na kwenda mbali na maisha yako. Utabaki na marafiki wa kweli pekee ambao wanaweza kusimama na wewe katika nyakati ngumu za maisha. Hivyo Mwenyezi Mungu anapokupitisha katika mitihani, ujue wakati mwingine anafanya hivyo makusudi ili aweze kuwaondoa watu wasiokuwa sahihi kwenye maisha yako. Namba nne. Mwenyezi Mungu anakupitisha katika nyakati ngumu kwa sababu anakufundisha huruma na kukuandaa ili uje kuwa mfariji katika maisha ya binadamu wengine. Miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, mwanadamu aliyepitia uchungu anakuwa na moyo wa kuelewa machungu ambayo watu wengine wanapitia kuliko mwanadamu ambaye hajapitia machungu, kwani aliyeshiba hawezi kujua hali ya wanadamu wenye njaa. Hivyo, kuna muda ambao Mwenyezi Mungu anakupitisha katika maumivu na mitihani mingi kwenye maisha yako kwa sababu anakutengeneza ili uwe na huruma kwa watu wengine na uwe na moyo wa kuelewa na kuwasaidia wengine wanaoteseka. Ukisoma kitabu cha Wakorinto wa pili, sura ya kwanza kuanzia mstari wa tatu mpaka mstari wa nne, imeandikwa, Mungu hutufariji katika dhiki zetu ili tuweze kuwafariji wengine. Hivyo, Mwenyezi Mungu pamoja na kuwa atakupitisha katika dhiki, lakini bado atabaki kuwa mfariji katika dhiki zako ili na wewe ukawe mfariji katika dhiki za watu wengine. Hivyo, Mungu anakupa uzoefu wa mateso ili uwe chombo cha faraja kwa watu wanaopita katika mateso. Namba tano, wakati mwingine Mwenyezi Mungu huruhusu magumu na mabaya yaje kwenye maisha yetu kwa sababu anahitaji kutuweka mbali na njia mbaya au hatari ambazo zingekuja kuyateketeza maisha yetu. Miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini Si kila baya ambalo linakuja katika maisha yako ndani yake ni baya; mabaya mengine ndani yake ni mazuri, kwani kuna wakati ambao Mungu huruhusu mateso ili kutuzuia kupotea ama kuturudisha kwenye njia sahihi ya kumtumainia yeye. Ukisoma maandiko katika kitabu cha Zaburi 119:67, imeandikwa kabla sijateswa nilipotoka, lakini sasa nalishika neno lako. Inamaanisha wakati mwingine ili tujifunze kumtii Mwenyezi Mungu lazima tupitishwe katika maumivu na magumu, watu wengine waondoke, tupitie mateso, tukose msaada, ndipo tulishike neno la Mwenyezi Mungu. Magumu yanaweza kuwa ni njia ya Mungu kusema na wewe, rudi, kuna kitu hakipo sawa kwenye maisha yako. Hivyo Mwenyezi Mungu huzungumza na sisi kwa namna mbalimbali, ambazo wakati mwingine kwa macho na masikio ya kibinadamu hatuwezi kuelewa. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako, ninaomba niishie hapa, na ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Ni watakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.